Kutoka kuwa mbeba zege mpaka kuwa waziri mkuu. Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba alizaliwa tarehe saba Januari mwaka 1975 katika kijiji cha Makunda, wilaya ya Iramba, mkoa wa Singida na amepata elimu ya msingi na sekondari mkoani Singida, na kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam, akapata shahada ya kwanza ya uchumi mwaka 2004, shahada ya uzamili mwaka 2006 na baadaye shahada ya uzamivu chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mheshimiwa Dkt. Mwigulu kabla ya kuingia kwenye siasa amefanya kazi kama mtaalamu wa uchumi Benki Kuu ya Tanzania na kujiunga rasmi kwenye siasa mwaka 2010 kupitia Chama cha Mapinduzi CCM na kuanza kwa kuwa mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi mkoani Singida. Dkt. Mwigulu ameshika nafasi mbalimbali serikalini miongoni mwa nafasi hizo ni waziri wa kilimo, mifugo na ufugaji, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, waziri wa katiba na sheria, naibu waziri wa fedha na mipango, na baadaye mwaka 2021 akateuliwa kuwa waziri wa fedha na mipango nafasi ambayo amehudumu mpaka mwishoni mwa mwaka 2025. Tarehe 13 Novemba 2025 safari ya kisiasa ya Dakta Mwigulu Nchemba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 kwa kutekeleza matakwa hayo ya kikatiba nimemteua mheshimiwa Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Daktari Mwigulu licha ya kung'ara kwenye safari yake ya kisiasa, katika hotuba yake baada ya kudhibitishwa na bunge kwa waziri mkuu wa Tanzania alionyesha hisia zake kwa kutambua kuwa asilimia nane ya Watanzania wanaishi kwenye umasikini mkubwa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 anakuwa Waziri Mkuu wa kumi na mbili baada ya watangulizi wake katika wadhifa huu na atatumikia nafasi hii kwa takribani miaka mitano ijayo. Na hii ni makala fupi kumuhusu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni Joffrey Julius, IAA TV.